Masuala ya elimu na Wizara ya Elimu imetoa hakikisho kwamba matayarisho ya mtihani ya kitaifa yamekamilika na kuwa wapo tayari kwa watainiwa kufanya mitihani hiyo. Katika kaunti ya Murang'a washikadau wa elimu wamedokeza kuwa wapo tayari kwa mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kuanza rasmi Jumatatu juma lijalo. Mary Kyallo na taarifa hiyo. Watahiniwa wa mitihani ya KCSE, KJSEA na KEPSEA wakiendelea na mitihani yao huku wengine wakijitayarisha kuanza, wizara ya elimu imedokeza kuwa mikakati kabambe imewekezwa na kuwa wapo tayari kwa watahiniwa kufanya mitihani. Katika kaunti ya Murang'a, washikadau wa elimu kaunti hiyo wamedokeza kuwa wapo tayari kwa mitihani hii kufanyika, kwani wasimamizi wa mitihani tayari wamesambazwa ile integrity there is no cheating we will be going round for monitoring NEC has also deployed quite a number of officers the minister of education has also done the same TSC has also deployed its officers who will be going to different schools for monitoring to ensure that exams are going on very well and smoothly Washikadau hawa wakidokeza kuwa kufikia sasa hakuna wanafunzi ambao wanatarajiwa kufanyia mitihani yao hospitalini, lakini wapo tayari wapo hayo yatatukia. We don't have so many students who may be sitting exams in the hospitals, but you know, uh, this one is a, it is an issue that, uh, comes and goes, and therefore we are ready. In case some may fall sick to kwingineko, katika kaunti ya Kitui, shule za msingi wadi ya Kauwi zimepata chakula cha bure kutoka kwa mwakilishi wadi wao Gabriel Munyao, akisema kuwa walimu wanapaswa kusaza kuitisha wazazi pesa za chakula wakati wa mtihani, kwani chakula kimepeanwa cha kutosha. Nimekamilisha. E, zoezi ya kupeleka chakula mashule yangu ya primary watu ambao wanafanya mtihani wa grade 6 na grade 9 chakula enough. chakula kimetosha kwa watoto wote ambao wanafanya mtihani wa darasa uh, la sita na darasa la, la, la, la tisa. Kwa hivyo nataka kusi walimu wa Kawi Ward waache kusumbua wazazi na kuwaitisha pesa za kulisha watoto wao na wanaosimamia mtihani wakati wa mtihani, maana chakula imeleta kutosha. Walimu wa shule hizi wakifurahia uwepo wa chakula hiki wakitaja kuwa baadhi ya wanafunzi walikuwa wakija shuleni bila chakula, lakini sasa watasaidika sana na hata kupita mitihani yao. Maeneo ambayo tunakaa ni maeneo ambayo yana shida, na kwa hivyo tulihofia kwamba wanafunzi wengine wangekosa chakula asubuhi wakija kufanya hii tathmini, na hivyo kuleta chakula hiki ni manufaa makubwa sana kwetu na kwa jamii kwa jumla, kwa sababu tunahakika kwamba kila mwanafunzi ataweza kupata lishe bora kipindi hiki cha mtihani na ni matumaini yetu kwamba hilo jambo litainua alama zao sana, kwa sababu watafanya mtihani bila shida yoyote. Mary Kyallo, makala ya elimu na Undugu.